Ha, habari za machi ha, ni nene ti ya Mungu, maanake mkituchukia mnatuchukia juu ya neno la Mungu, lakini sie hatuwezi acha kusema kweli ya Mungu, hatuwezi acha, hatuwezi ingawa. Wengine watacha kusema kweli ya Mungu, watacha kutetea kweli ya Mungu, lakini sie watoto ya Mungu tuko pale kusudi tufunule tu kweli ya Mungu. Eh, kweli ya Mungu hatuwezi kamata. Korinto apili ine, ine mili Wakorinto wa pili ine mbili ine mbili, tunasoma katika jina la bwana wetu yesu Kristo, inashudia ya ya kwamba, tunasoma katika jina la bwana wetu yesu Kristo. Mbarikwe, ya kwamba, kwamba. kwamba. ine mbili yake, lakini, lakini Tunakata, tunakata maneno ya haya yaliyofichwa Paulo anasema, na sisi tukiwa mitume wa sasa. Na sisi tunasema tunakataa maneno ya haya yaliyofichwa, wala tutembee katika hila, atupeni tutembee katika hila, watoto ya Mungu, wala kuchanganya neno la Mungu na uongo. Hatuwezi tena tuchanganye neno la Mungu na uongo, lakini kwa kuonyesha wazi. Lakini siye batumishi ya Mungu, siye batumishi wenye tuko tunakuya hapa ku radio lakini kwa kuonesha wazi maneno ya kweli hii, maneno ya kweli ya Mungu tunajionyesha kuwa na haki kwa zamiri ya watu mbele ya Mungu tuko na haki kwa zamiri safi, kwa zamiri ya watu mbele ya Mungu Amen. Lakini tukionyesha bongo, tukifundisha watu bongo, Mungu anaongea na sisi tunaongea, maanake pale tutakuwa wapinga Kristo, bante Kriste, lakini pale hatuko bante Kriste tu njo tu batumisi ya Mungu tutete verite, tutangaze kweli batuti ya Mungu bale wenye baliteuliwaka bale wenye balisikiaka bale wenye Mungu aliweza katenga na dunia, bali wenye Mungu aliweza katenga tangu mutumbu akawaita akawachagula, ndio wenye watatufuata na watatusikiliza na hawatachoka kutusikiliza na pia watatusupport kutangaza Injili. Lakini wale wenye wako predestined bale watazidi kutuchukia na hatutachukia sababu, ninyi muko mbegu ya kupotea. Kila mtu mwenye wakati anafundishiwa hizi hii maneno anafundishiwa hii habari, anasikia na nungunika, anasikia anachukia, maana yake weye alitakufurusi. Injili haiko yako, Injili haikuya juu juu, Injili haikuyaka batu yote, Injili haikuya ba mingi. Sana walisikiaka na wakikatalaka. Bale wenye aliko wa Mungu walikata tamaa. Lakini watu ya Mungu wakaifuata. Kama to Warumi haragaraga. Wa, Warumi kumi, kumi na saba. Kumi kumi na saba. Ndiyo. Inashuhudia ya kwamba. Ndiyo. Basi imani. Imani. Basi imani. Ehe. Basi imani. Inakuja. Inakuja kwa kusikia. Imani inakuja kwa kusikia. Na kusikia kwa neno la Mungu. Twende. Lakini ninasema, Lakini ninasema, Hawa kusikia? Eske hawa tuwe ni tunafundishaka, Hawa siki yake? Ndiyo kweli. Ndiyo, munasiki yaka kila siku, Kila siku, kila siku ya samdi. Munasiki ya? Sauti yao hey. Imetoka. Hii sauti yetu iko natoka, Hika enea katika dunia yote, iko naenda mbali. Inaenda, sijue kama, Burale, inaenda Walungu, inaenda Lugushwa inaenda mukamituga mote, mote eh, na maneno yao hata mwisho wa dunia. Hai maneno ya Mungu iko inatangaziwa na batu bote wako wanasikiliza. Lakini ninasema, lakini sasa hapa Isaya iko nasema, Israeli hawakujua, eske vile boye balikatalaka Mungu, eske hawakujua kama Yesu ni Mungu. Musa alisema kwanza, Musa alitabiriaka kwanza mbele, alisemaka nitawatia ninyi wivu eh. Kwa watu wasio taifa. Ndiyo. Kwa taifa lisilo la ufahamu nitawakasirisha ninyi, lakini Isaya Isaya ana uodari sana, uodari sana. Na, nini. Anasema Ndiyo. Nilipatikana nao hawakunitafuta, wale wenye wako unajivuna unajivuna Nyemu nyemu muisha katala Yesu. Eh? Unajua oh mie mshaka okoka sisi watizwa mara pili? Vile tu najijua vile. Vile tu najijua vile. Bas. Na neema kufikia ni watu tia Mungu. Ni neema tu ya Mungu. Twende nani nani nani nani lionyeshwa kwao ndio ambao hawakuniuliza, ndio. Lakini kwa Israeli, anasema anasema nini? mchana mzima ni, ni waonyesha mikono ndio yangu watu wasiotii eh, na wenye ubishi. Ubarikiwe sana amen. Hii siku ni siku ambazo ni siku, naomba ukwea